Bodi ya nyama Tanzania yafungia kwa muda bidhaa ya wafanyabiashara wa nyama wilayani Babati kufuatia kutofuata sheria. Na katika habari za kimataifa, Bangladesh yasitisha usajili wa chama cha Hasina. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazofanya kazi kwa karibu na sekta binafsi ili kukuza uchumi na kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeo. Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati akishiriki mjadala uliojumuisha mawaziri wakuu wanne kutoka Tanzania, Ivory Coast, Guinea na Cameroon katika vikao vya jukwaa la siku mbili la maafisa watendaji wakuu barani Afrika ambao unaendelea katika hoteli ya Sofitel jijini Abijan nchini Ivory Coast. Waziri mkuu ambaye anamwakilisha rais Dr Samia Suluhu Hassan katika jukwaa hilo ameeleza namna ambavyo serikali ya Tanzania imekuwa ikishirikisha sekta binafsi katika kufungua milango ya fursa mbalimbali ili iweze kutumika kuleta manufaa katika nchi. Tumeeleza namna ambavyo eh, African Continent Free Trade Area inavyofanya kazi. Tumewaambia Tanzania ni nchi iliyobahatika kuwa imekaa kimkakati kibiashara. Tanzania yenyewe, kupitia serikali, tumeweza kuimarisha miundo mbinu e, ya kuwezesha kufanya biashara kwa private sector. Tumeeleza uwepo wa, baha, wa bandari tatu za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, na mpango wa kujenga bandari ya Bagamoyo. Tumeeleza ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa tumejenga kuunganisha nchi jirani lakini pia tuna, tuna reli ya Tazara ambayo inaunganisha na Zambia, na miundombinu ya barabara tunaunganisha na Malawi. Karibu nchi jirani zote zinapata huduma Tanzania. Hii ni, ni mkakati, lakini pia tumeimarisha njia ya anga na barabara. Lengo ni kuwezesha wanaoamua kuwekeza Tanzania wafanye biashara yao kwa urahisi na waweze kupata faida, lakini pia tunaunganisha na nchi kwa mkakati ule wa African Continent Free Trade Area. Sasa tunakwenda kuunganisha mataifa mengine. Kwa upande wake naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Kosato Chumi amesema jukwaa hilo limetoa fursa ya kuithibitishia dunia adhma ya rais Dk Samia Suluhu Hassan kuendeleza diplomasia ya uchumi na kuifungua Tanzania kiuchumi. Katika kongamano hili imeendelea kuthibitika vile ambavyo Mheshimiwa Dkta Samia Suluhu Hassani ameendelea kuthibitisha kwamba ile diplomasia ya uchumi anayetendea haki kwa sababu tumekuwa na maombi mengi ya kukutana na viongozi wengi lakini pia kukutana na watendaji wakuu wa makampuni mengi e, na baadhi wame, wameeleza pale katika e, kongamano la leo. Wametolea mfano mkutano e, ambao ulifanikiwa sana wa Energy Summit na ambavyo ni shati ni game changer katika kuhakikisha kwamba chumi zetu ndani ya bara za Afrika zina, zinasonga zina mbele. Sasa haya yote walikuwa wanayafanyia marejeo wakionyesha jinsi ambavyo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameifungua nchi kiasi kwamba sio tu makampuni yanakuja katika kuwekeza, lakini hata viongozi mbalimbali wanatamani kuja kutembelea na hata kujifunza katika nchi yetu, na tumepata taarifa kwamba kwa mfano nchi kama ya Burkina Faso eh, wako mbioni kuja kujifunza katika taasisi ile ya Jakaya ya, ya, ya Mlisho Kikwete. Naye balozi wa Tanzania nchini Nigeria ambaye ni mwakilishi wa Tanzania nchini Ivory Coast Elestini Kakele amesema ushiriki wa Tanzania kwenye jukwaa hilo unasaidia kutangaza fursa ambazo Tanzania inazo na hasa kwenye zao la mkonge. Kwa hivyo ni wakati mwafaka kwa sekta binafsi kweli kuchukua nafasi yake kama injini ya kusukuma mbele uh, gurudumu la maendeleo kwa nchi zetu na kwa bara zima la Afrika lakini eneo hili la Afrika Magharibi pia kama ambavyo ubalozi wetu unawakilisha, kuna fursa nyingi ambazo tungependa Watanzania huko nyumbani wazifahamu na waweze kuzichangamkia. Moja ya fursa ambazo zilizopo ni soko la bidhaa na hususan bidhaa za kilimo. E, Tanzania inauza kwa kiango kikubwa sana bidhaa ya mkonge kutoka nchini Tanzania. A, nchi kama Nigeria ni nchi ya pili kwa kuwa soko kubwa la mkonge wa Tanzania baada ya China kwa kiwango cha asilimia ishirini na sita hivi nukta tano kwa mwaka. Hili ni eneo kubwa, ni soko kubwa ambalo tuna kila sababu ya kuli linda na kulitetea kwa nguvu zote. Msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema, uwepo wa Tanzania kwenye jukwaa hilo umetoa nafasi ya kukutana na wadau mbalimbali wa maendeleo barani Afrika na hivyo kutoa fursa kwa nchi kujitangaza ili kuvutia uwekezaji ambao utawezesha kuinua nchi kiuchumi. Kila nchi inajaribu kupigania nafasi za kiuchumi na nafasi ya Tanzania kwa misingi ya uchumi na mahusiano ambayo viongozi wetu wameyatengeneza sasa hivi inatupa mtaji ulio mkubwa sana. Aa, kwa hiyo kwa kikao cha leo ambacho kina wawekezaji zaidi ya elfu mbili ni nafasi yetu ya kuwavutia, kuchukua mawazo ya wawekezaji, kuifanya Tanzania yetu waijue, kwa sababu wawekezaji au wamasioo au viongozi wakubwa ndio wafanya maamuzi kwa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo tunatumaini kwamba katika kikao hiki kwa siku hii ya leo, wameweza kuendelea kuijua Tanzania na fursa zake zilizoko kwenye uwanda wetu wa sekta ya logistic uwanda wetu katika madini, katika kilimo, katika fedha na kwa kuangalia population kubwa ambayo inakuwa Tanzania na mageuzi makubwa ya kiuchumi yanayofanyika, lakini tunafikiri ni jukwaa ambalo kwa jicho tuliloliona leo hii na pamoja na kwamba ilifanyika mwaka jana katika nchi jirani, tunafikiri ni nafasi ambayo tutaanza kuchukua vikao vya CEO Round, Africa CEO Forum kwa umakini sana, ili tuweze kuichukua kama sehemu ya kuuza nchi yetu na mazao yetu lakini baadaye hata Tanzania iwe ni mwamba maalum na nguzo maalum katika vikao hivi. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kukabiliana na magonjwa yanayosababishwa na mbu ikiwemo homa ya manjano, dengu na malaria, serikali kupitia Wizara ya Afya imeanza utekelezaji wa awamu ya pili ya ugawaji wa dawa za viuatilifu. Taarifa ya Innocent Horoma kutoka mkoani Ruvuma inaeleza zaidi. Zoezi hili la ugawaji dawa za viuadudu vinavyosababisha uwepo wa mbu ikiwa ni awamu ya pili limezinduliwa na waziri mwenye dhamana ya afya nchini. Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama akiwa mkoani Ruvuma katika hospitali ya wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Songea, amesema zoezi hili ni utekelezaji wa agizo la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika mapambano dhidi ya viuadudu vinavyosababisha uwepo wa mbo, huku kiasi cha shilingi bilioni kumi zitatumika kununulia dawa zitakazosambazwa katika halmashauri zote mia moja ishirini na saba zilizopo nchini ni kuweza kumwangamiza yule kiluilui asikue akafikia kuwa mbu, na anapofikia kuwa mbu asije akapata uwezo wa kuambukiza haya magonjwa yanayotokana na hao mbu ikiwemo malaria, dengue, homa ya njano, mabusha, matende. Kwa hiyo leo tutafanya kazi ya kuzindua awamu ya pili ya kugawa dawa. Jambo jingine kubwa ambalo wamelifanya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa muda mfupi ametenga bilioni kumi ili kuweza kununua lita laki nane thelathini na tatu mia tatu thelathini na tatu ambazo zitatumiwa na halmashauri zote nchini kupambana kwa kuangamiza viwiliwili vyote na kukomesha uwepo wa mbu wanaoweza kuambukiza malaria na magonjwa hayo mengine niliyoyasema. Katika hatua wa nyingine, waziri Mwagama amepokea na kukabidhi vifaa tiba vitakavyosaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya ya mama na mtoto kutoka kwa wadau wa afya na bohari ya dawa nchini MSD saidia hawa watoto watakaozaliwa na uzito pungufu na wana matatizo ya kupumua kupatiwa oxygen na kuhakikisha tunawaokoa maisha yao. Tuwashukuru sana wenzetu tu wa free oxygen kwa kazi hiyo nzuri. Tunaweza kuchangia vifaa tiba ambavyo vinagharimu kiasi cha shilingi milioni 30 na vifaa tiba hivyo vimekuwepo, CPAP machine ambazo zinasaidia watoto walioko ndani hasa sasa ni ICU ya watoto lakini pia tumeweza kuchangia phototherapy machine ambazo zinasaidia kutibu manjano kwa watoto, lakini pia tumeweza kuchangia penguin ambazo zinasaidia pia watoto wachanga, na tumeweza kuchangia pia delivery beds ambao ni vitanda vya kujifungulia kwa wamama wajawazito. Kwa kupitia mradi huu, uh, umelenga sana kufunga mfumo wa oksijeni katika vituo ambavyo viko pembezoni ili kupunguza ile uh, azma ya kuwasafirisha wale watoto kuwakimbiza katika vituo vya jirani ili kupata uh, hewa ya upumuaji. Kutoka katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, Innocent Horomo TV habari. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji tuelekee sasa mkoani Dodoma ambapo serikali kupitia Wizara ya Kilimo inatarajia kuanzisha mpango wa ruzuku wa uchimbaji wa visima kwa ajili ya wakulima wenye kipato cha chini ambapo visima hivyo vitachimbwa bila malipo huku wale wenye kipato cha kati wakitakiwa kulipa asilimia hamsini ya malipo. Taarifa zaidi na Pendo Mangala kutoka Dodoma. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ameeleza hayo jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa magari 38 yenye thamani ya shilingi bilioni 4.2 pamoja na magari saba yenye mitambo ya uchimbaji visima vitakavyotumika katika shughuli za wizara na taasisi zake za umwagiliaji, ambapo amesema wa kuwa wameanza kutengeneza mwongozo utakaowapatia dira ya kutekeleza mpango huo. Tutawachimbia bure wale wakulima maskini kabisa ambao tutawatambua katika vijiji <mumbles> lakini kuna wakulima ambao wana kipato huwezi kumchimbia bure useni tutatengeneza scheme ya subsidized rate kwa ambao watalipa 100%. E, haitokuwa sawasawa na bei ya soko ya kwetu, itakuwa chini. kuna ambao watalipa 50%, kuna ambao watacontribute 25%. wale wa 50% tutawaambia kwamba sisi tunakuchimbia, tukukute una mabomba. tumeshafanya survey, tumegundua hapa maji yapo, tutakuchimbia kisima cha upa, cha nchi sita kwa hiyo ununue kabisa mabomba, sisi tunakuja kufanya nini? Kukuchimbia, nunua hiki. Kwa hiyo tutatengeneza hiyo scheme ya ruzuku ya uchimbaji wa visima kwa wakulima wadogo. Hii ni second level, third level ya ruzuku. Level ya nne ya ruzuku ambayo tuna, tumeianza na tutaiweka kwenye bajeti, tunaamini waheshimiwa wabunge watatupitishia, ni ruzuku ya vifaa vya kulimia na kupandia. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya viwanda, biashara, kilimo, mifugo na uvuvi Mariam Ditopile amesema uchimbaji wa visima kwa wakulima hasa wenye kipato cha chini utawanyanyua kiuchumi. Sasa leo hatuko tu huko yeah, kwenye yeah, tractor tractor tuiongelei, tunasema mechanization center kwamba mkulima atasaidiwa kulima, kupanda kitaalamu sijui kupiga haro sijui kup..., yani ni vitu ambavyo tulikuwa tuna mimi nilishakata tamaa leo mpaka kwenye tafiti yani, mpo hata sura zenu tu watumishi wa kilimo zimebadilika, uongo uko mpaka. Uko ukipishana na mtumishi wa wizara ya kilimo amenuna tu sisi. Nilikuwa naenda babangu malima alikuepo ba. Sasa leo hatuko tu huko kwenye tractor, tractor tuiongelee, tunasema mechanization center kwamba mkulima atasaidiwa kulima kupanda kitaalamu sijui kupiga haro sijui ku yani ni vitu ambavyo tulikuwa tuna mimi nilishakata tamaa. Awali katibu mkuu wa wizara ya kilimo Jeladi Mweli amesema ununuzi wa magari hayo ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la wizara hiyo kununua mitambo ya uchimbaji wa visima. Mwaka huu tunaoendelea nao tuna bajeti ya trilioni 1.2. Tuna miradi katika mikoa yote tuna miradi katika halmashauri zote Miradi hii lazima ifuatiliwe, ifuatiliwe. Lakini pia kazi kubwa ambayo ulituelekeza ni kuhakikisha tuna kwa kipindi chote tunatoa huduma za ushauri na huduma za ugani pamoja na, na kuimarisha ukaguzi wa vyama vya ushirika. Hivyo kazi hii litutaka tun tununue magari 38. Ni kushukuru sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Umi Nderiananga ameitaka jamii hususan wazazi kutoa fursa sawa kwa watoto wenye ulemavu na wasiokuwa na ulemavu kwenye upatikanaji wa huduma muhimu za jamii ikiwemo elimu kwani watoto wote wana haki sawa. Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi, akizungumza jini Dar es Salaam wakati wa hafla ya uzinduzi wa supermarket, mgahawa na bakery zinazoendeshwa na wahudumu ambao ni vijana wenye ulemavu zilizopo Goba uwanjani chini ya kituo cha ufundi cha kusaidia watoto wenye ulemavu cha Solti. Nderiananga amesema watu wenye ulemavu ni sehemu ya jamii inayohitaji kutimiza malengo yao ya maisha. Aidha, Ndeli Ananga, ambaye ni mbunge anayewakilisha watu wenye ulemavu, amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya kusaidia kundi la watu wenye ulemavu ikiwemo kujenga miundombinu rafiki mashuleni na kwenye huduma zingine za kijamii pamoja na kuwapatia mikopo, huku akisisitiza kuwa serikali kwa sasa inatambua idadi yao kupitia sensa iliyofanyika. Shiriki nanyi kwenye tukio hili muhimu sana la ufunguzi wa mgahawa supermarket na bakery inayohudumiwa na vijana hawa, vijana wetu wenye ulemavu wa aina tofauti tofauti. Kipekee naomba niendelee kupongeza uongozi wa shirika la Salt kwa kuendelea kuunga mkono serikali yetu chini ya mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan ambaye muda wote dhamira yake ya dhati ni kuwawezesha watu wenye ulemavu, kuhakikisha kwamba hatuachi nyuma. Ametuwekea mazingira wezeshi na mazuri, lakini mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya sita ameendelea kutoa fedha za kuwasaidia watu wenye ulemavu kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo elimu, lakini kujiwezesha kiuchumi, lakini kusaidia mashirika ya watu wenye ulemavu wa aina tofauti tofauti, ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Lipoanza na jambo hili, jamii ya watu jinsi walivyokuwa wanakudharau, huyo anafuga misukule, huyo anafuga hivi. Leo dada Rebeka umetunyanyua serikali nzima, tuko hapa na wananchi wa Goba kuja kuzindua kitu kikubwa cha mfano. Umewaonesha kwa vitendo. Nataka niwaambie wazazi wenye watoto wenye ulemavu, usisikilize maneno ya kukatishwa tamaa au kuvunjishwa moyo, songa mbele. Watu wakiona umefanikiwa watakuunga mkono, kama hivi leo ambavyo umetukusanya hapa. Nimetaarifiwa kwamba watoto 83 wamepata mafunzo kutokana na shirika hili la Salt hili mimi nalichukua kwa ukubwa. Tunawashukuru sana, na nimewaona vijana wenye ulemavu wameonesha ukakamavu mkubwa, lakini tumeona ushahidi wa wazi kwamba watu wenye ulemavu wanachohitaji ni fursa, na sio unyanyapana ubaguzi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha ufundi cha kusaidia watoto wenye ulemavu cha Solti, Rebeka Lebi, amesema kituo hicho kimekuwa kikiwapatia mafunzo ya ufundi ili waweze kuajiriwa ama kujiajiri, ambapo kilianzisha viwanda vidogo kumi ili kuanza kuwaajili vijana hao. Wazo la pili sasa nikiwa limeongeza na ukubwa wa timu kwamba tunawapeleka wapi, ndio tulipofikia kwamba sasa tutafanya ajira jumuishi kwamba ukimwacha ajiajiri peke yake bila kuwa na msaada wote, ata- atashindwa kutimiza kwa sababu ya uwezo wake na uelewa wake, lakini pindi atakapokishika kile anachokihudumu, basi ufanya vizuri na kwa kiwango kikubwa na uaminifu mkubwa sana. Ndio maana hata kwa mpango wetu kwa kuwa na viwanda kumi vya uzalishaji, watoto wanafanya vizuri. Nafikiri wote fika mapema, ameonda bidhaa zetu ni kazi ya mikono ya hao watoto, na pia tulivyoona sasa, sehemu zingine bado hawajakubalika, tukasema tutaanza na sisi kwa ajili kwa hiyo, katika huo mradi wa pili sasa wa ajira, ndio mradi ambao unaitwa WIN, yani workplace inclusion now, wakati wa ajira jumuishi ni sasa ambayo utabeba maana kwamba ulemavu wao sio kuto kuweza. Kituo hicho kimepewa jina la SOLTI ikimaanisha strategic alternative learning techniques, kwa maana ya njia mbadala za kimkakati za kujifunza, ambapo watoto wenye ulemavu mbalimbali wamekuwa wakipatiwa mafunzo ya ufundi na stadi za maisha ikiwemo uchoraji na utunzaji mazingira. Ni kushukuru sana mdisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza Johari Samizi amewataka vijana waliojiunga na mafunzo ya jeshi la akiba mwaka huu wilayani humo kuhakikisha wanayatumia mafunzo hayo vizuri ikiwa ni pamoja na kuwa wazalendo kwa taifa. Emmanuel Meshak kutoka Mwanza anayo taarifa zaidi. Samizi ametoa wito huo katika hafla fupi ya kufungua mafunzo hayo yaliyoambatana na burudani mbalimbali mbali, ambapo wamewataka vijana hao kuhakikisha wanazingatia wanachofundishwa ili waweze kuhitimu na kulitumikia taifa. tunakuua mafuzo la urasi na tunatarajia kuhitimisha tarehe 18 8 2025. raia kwa vijana ambao wanahudhuria mafunzo tasanii zingatie mafunzo kama yalio tai na kwa mujibu wa kusoma taarifa Imeanza aaka ii kama takuwa sija kosia tafsiri yake, mafunzo ni mengi kikuwa ni usikivu, umakini, ili tukitoka hapa tuwe tumeiva sawasawa kwa sawa ajili ya kutekeleza Mwenyezi Mungu, na tunafahamu tutakapofika mwisho tutakuwa kiapo cha kuitumikia mwisho, tuko 109 leo na natarajia wote 109 tutafuzu. Na ukwa upande wake kaim mshauri wa Jeshi la Akiba wilaya ya Misungwi Jafet Mgeta akisoma taarifa ya mafunzo hayo amesema mafunzo yameanza Aprili nane mwaka huu ambapo yatachukua miezi minne na jumla ya vijana waliojiunga ni mia moja na tisa ambao watapewa mafunzo mbalimbali. Ndugu mbali. Mgeni rasmi wanafunzo wa mafunzo yawa ya Jeshi la Akiba walioko mbele yako wameanza mafunzo tarehe 8 mwezi wa nne 2025. Mafunzo yataendeshwa kwa kipindi cha miezi minne vuzo mpaka sasa wanafunzi wanaendelea na mafunzo idadi yao mia 199 na tis na ke kumi na tano. Aidha, mafunzo haya si yali bali ni lazima katika ulinzi wa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yameanza kwa ufanisi zaidi kutokana na ushirikiano wa sasarafu Misungwi pamoja na, na watendaji wote wa kata hivyo kusababisha ofisi ya mshauri wa jeshi la Akiba Kufikia malengo yaliyowekwa na ofisi ya jeshi wa wa na la akiba mkoa wa Mwanza kwa mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi walioko mbele yako wanatarajia kujifunza kwa nadharia na vitendo masomo ya kotaya a, timamu wa mwili, b wata, c, uraia d ujengea polini izakipita e, f usomaji wa ramani. Yes, nao baadhi ya vijana waliojiunga katika mafunzo hayo Isaac Yahaya na Monica James wameshukuru serikali kwa kuendelea kutoa fursa katika jeshi hilo huku wakiahidi kuwa wazalendo na kuendelea kuilinda amani iliyopo. Kwa majina naitwa Isaac Said Yahaya. Kwanza kabisa nafurahia mimi kujiunga na jeshi la akiba uh, pili kabisa, uh, namshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa jambo ambalo amelifikisha mbele yetu la kuchukua mkopo kwa ajili ya kujiendeleza kimaisha. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa nafikiri nitajiendeleza kupitia mkopo huo uliotolewa na Mama Samia Suluhu pamoja na Uh, mkuu wa wilaya yetu ya Misungwi. Kwa hivyo nafurahi sana na na mudi ya kujiunga na mafunzo ya jeshi la akiba. Hivyo nawashauri vijana wenzangu walioko mtaani, kuliko kutangatanga na kuzuhula, ni bora waje hapa tujiunge, tukomae, tupate afya na tupate vingine katika maisha yetu ambavyo tulikuwa hatuna kwa ajili ya kujiendeleza mbele zaidi. Uh, mimi namwahidi Mheshimiwa Rais ya kwamba kama nitapata nafasi za huko juu nitajitahidi kulidumisha taifa kuwa na amani, lakini pia nitajitahidi kuwa kijana bora katika vijana ambao watachaguliwa kujiunga na mafunzo ya mbele yanayoendelea huko mbele inshallah. Kwa majina naitwa Monica Alan Jeni natokea Misungwi. Mafunzo haya yatanisaidia kuwa na utimamu wa, wa kimwili na kujiamini pia. Naahidi nitajifunza kwa moyo wangu wote na kwa kujituma. ni kushukuru sana Emmanuel Meshek kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Gairo Jaberi Makame amewataka wataalamu wa sekta ya afya mkoani Morogoro kuendeleza uongozi thabiti katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa lengo la kutokomeza vifo vya mama na watoto wachanga vinavyotokana na matatizo ya uzazi. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza katika kikao cha tathmini ya utendaji kazi kilichofanyika wilayani Gairo, Makamu amewahimiza viongozi wa afya kuweka mikakati madhubuti itakayosaidia kufanikisha ajenda ya afya ya mama na mtoto katika ngazi zote. Aidha, amewapongeza watumishi wa sekta ya afya kwa kujituma katika kutafsiri kwa vitendo dira ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha huduma za afya kwa mama na mtoto. Sehemu yoyote kwenye uongozi mzuri, ndipo ambapo panaleta mafanikio. Uongozi ndio msingi wa mafanikio yoyote. Ukiona mahala hakuna mafanikio ambayo yanapatikana Ukiona mahala kuna migogoro, ukiona mahala kuna malalamiko, wewe usimtafute mchawi. Mchawi wa kwanza ni kiongozi aliyoko hapo, ndo ameshindwa kuweza kusimama katika nafasi yake na kuweza kutengeneza mazingira bora ya kuweza kuhakikisha kwamba watu wanafanya wanafanya kazi. Kwa hiyo uongozi una nafasi kubwa sana ya kuweza kuleta mafanikio au ya kuweza kushusha, kushusha mafanikio. Na sisi tulioko hapa ndio wenye dhamana ya kuweza kutoa huo uongozi unaohitajika. Na mimi wakati wote huwa naitazama sekta hii ya afya kama ni miongoni mwa sekta ambazo zinaendesha mambo yake kimkakati, mimi naitazama katika kikao hicho. Wataalamu wa afya wamekubaliana kuweka mipango shirikishi itakayosaidia kupunguza vifo vya uzazi na kuhakikisha huduma bora zinawafikia wananchi kwa wakati na kwa ufanisi. ni kushukuru sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita kimetoa pongezi kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kutambua ukubwa wa jimbo la Busanda na idadi kubwa ya watu, hatua iliyochangia kuanzishwa kwa jimbo jipya la Katoro. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inafafanua zaidi. Akizungumza leo katika ziara ya kukutana na wajumbe na viongozi wa kata ya Katoro na Rudete, Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Geita, Barnabas Pande, amesema hatua hiyo ya tume ni ya haki na inalenga kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Ni kwamba kuna kila sababu ya kuonyesha furaha yetu kwa tume huru ya uchaguzi kutupatia jimbo Geita. Sasa tuna majimbo manne jamani, sisi wana sisi kwa wilaya yetu, na majimbo manne sasa. Mimi siitanenepa jamani. Mimi tu wa sisi tu katika majimbo manane na mimi ndugu zangu napata ni tumepata upendeleo mkubwa sana tumetazama, kwa sababu tuliliomba sana jimbo hili, hili muda mrefu. Na ndugu zangu, jimbo hili lilikuwa ni kubwa mno, jimbo limekuwa kubwa mno, tumeomba sana tumeuya uchaguzi imetuotea leo. Nao baadhi ya wananchi wa Katoro wameelezea furaha yao kufuatia hatua hiyo wakisema kuwa imeleta matumaini ya maendeleo katika maeneo yao. Changamoto za Katoro ambazo tulikuwa tukumana nazo kwanza, mji unaendelea kuwa mkubwa sana A, ziko changamoto za kuharakishwa kwa huduma za mabarabara, umeme, mgawanyo wa shughuli mbalimbali ambazo sasa ulikuwa ukifanyika kwa jimbo moja ambao sasa ulikuwa unachelewa wakati mwingine. Kwa hiyo kwa ujio wa, wa jimbo hili tuna imani kwamba shughuli zote zitakwenda kwa haraka zaidi. Na tumepokea vizuri ugawaji wa jimbo jipya la Katoro na kwetu hii ni faida, maana uwakilishi wetu unakuwa karibu, kwa sababu tunaamini mbunga atakayepatikana atakuwa anatokana na wakazi wa mji huu wa Katoro. Kwa hiyo uwakilishi wetu tunaamini ya kwamba utaimarika kuliko ulivyokuwa. Sisi wenyewe wananchi wa Katoro tumefurahi ukatwa jimbo kawanishwa Katoro na Busanda, kunufaika kwa mji wetu wa Katoro kupanuka, kwa maana wakaona wa, watenganishe majimbo mawili kwa kweli tumefurahi sana. Aidha, wananchi hao wameiomba serikali kuharakisha mchakato wa kuanzishwa kwa halmashauri mpya, wakisema hali ya sasa inawalazimu kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za kijamii. tumepata jimbo la Katoro, tumepata jimbo la Busanda, hii ni tunu kwetu. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa sana ya kupata halmashauri. Kama tumepewa jimbo, tupewe na halmashauri. Hivi mtu anayetoka Butobera akatembea mpaka Nzera, alafu mtu mwingine anatoka Magenge mwingine anatoka Butundo kule ziwani Kasangwa mpakani na Chato anakwenda Nzera. Tuna imani na serikali yetu, hatimaye tutapewa na halmashauri sisi, ili tuweze kuwa karibu na huduma za kina mama e, kwa maana ya huduma tulikuwa tunapata huduma hii Nzera kabisa. Kwa hiyo ni, ni, ni umbali wa kutoka hapa kwenda Nzera, kwenda na kurudi, nauli ya shilingi elfu arobaini. Unaona, kwa hiyo jimbo hili jipya ambalo tumelipokea kwa sasa ni jimbo ambalo sasa huduma zitakuwa karibu. Mkoa wa Geita sasa unajumuisha majimbo mapya mawili yaliyotokana na kugawanywa kwa majimbo ya awali ya Busanda na Chato. Majimbo hayo mapya ni Chato kusini na Katoro. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.